Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, vipi hali zenu? Haya, leo tunakwenda kutengeneza biskuti nzuri sana kwa ajili ya Eid. Najua wengi mmeniandikia comment, mnasema tuletee snacks za Eid, snacks za Eid. Kwa hiyo biskuti hizi hapa very simple ingredient rahisi sana. Haya, tuanze kazi. Kwanza utaanza na siagi kutengeza cookies ama biskuti ama vileja. Siagi yoyote tu, hakuna shida, unaweza kutumia siagi yoyote ile. Halafu hapo unaweka sukari. Sukari nimeweka kikombe kimoja. Hii siagi ilikuwa robo. Kwa wale wasiojua siagi hii ni butter, unaweza ukatumia blue band, unaweza ukatumia prestige, yani any kind of butter unaweza ukatumia na sukari yangu nimeisaga kwa hiyo na wewe ukitaka kuisaga unaweza kuisaga ila pia sio lazima sana sukari ni kikombe kimoja nimetumia vile measuring cups guys vile measuring cups sio ghali ni rahisi tu kwa hiyo ukenda huko madukani ulizia measuring cups vikombe vya vya baking sawa halafu hapo nimeweka yai moja kwa recipe hii tutaweka yai moja baada ya hapo nitaweka hii ni coffee coffee ile kahawa nimeweka kijiko kimoja na kahawa nayotumia ni hii hapa sawa. Halafu naweka arki ya vanila kijiko kimoja, huku unaendelea kusaga. Baada ya hapo nitaweka kokoa, kokoa hivi ni vijiko viwili. Halafu halafu baada ya hapo unachanganya vizuri, halafu utaendelea kusaga tena. Kwa kusaga nimetumia kama dakika tatu, biskuti hazina roho sana. Baada ya hapo unaweka hii kungumanga unaweka kiduchu sana kidogo, yani tu unapata ile harufu. Kama hupendi sio lazima. Na hapo pia nimeweka iliki ya unga. Zilikuwa tamu hizi biskuti subhanallah, guys, na ramadhani hii siseme uongo, biskuti zilikuwa tamu sana. Baada ya hapo sasa, tutaweka unga wa ngano. Unga wangu wa ngano ni vikombe viwili, na pia nitaweka baking powder. Baking powder eka kidogo sana, kidogo sana, kwa sababu ukiweka baking powder nyingi ukichoma biskuti zako zinawenda kuvimba sana mpaka shepu inapotea. Kwa hiyo unachukua kijiko kidogo cha chai unaweka robo, alafu siweke nusu, weka robo. Alafu baada ya hapo sasa unaweka unga wako kidogodogo, usitie unga mwingi. Eka vikombe viwili kama nilivyokuambia, siagi robo, sukari kikombe kimoja na yai moja. Weka na unga wako vikombe viwili, changanya kwa mwiko kwanza. Unachanganya kwa mwiko, halafu inafika muda sasa utaacha mwiko wako, utachanganya kwa mkono. Ukitia unga mwingi, vileja vyako vinakuwa vigumu sana. Mtu akikupiga nacho kileja, unaanguka kwa sababu unakuwa unga mwingi. Usiweke unga mwingi sana, sawa? Hapo sasa nimechanganya kwa mkono, kuchanganya kwa mkono ndio vizuri maana yake unapata kujua kile kiasi kabisa cha unga wako. Na pia ukitaka kujua kama unga wako upo tayari, uchukue kwa mkono wa kushoto, usitumie mkono huu wa kulia uliochanganyia kwa sababu unakuwa umejaa unga unga. Chukua mkono wako wa kushoto fanya donge hivi. Donge likiwa limefanyika kama hivyo, ujue tayari. Au mkono wako huu wa kulia lakini kwanza ukoshe, uwe mkavu ndio utakuwa utauchukua na utaushika hivi. Ukishikika hivi, unajua mchanganyiko wako upo tayari. Kwa hiyo hapo sasa hivi nimechukua tray yangu, na baada ya kuchukua tray yangu sasa nafanya shapes. Kwa shape utafanya unazopenda zozote tu, mchanganyiko ni mzuri na shape yote inakubali, ila mimi nataka nifanye virefu virefu hivi kama kidole cha shahada. Kwa hiyo nimechukua, nazungusha hapo. Baada ya kuzungusha, na kata pembeni, ili kupata shape nzuri kama hivi, ikae vizuri Jitahidi kiwe sawa sawa, na shepu iwe sawa sawa, urefu uwe sawa sawa. Jitahidi kama utaweza kufanya hivyo, itakuwa ni vizuri zaidi. Unachukua kidonge kidogo, chukua kidonge kidogo, kwa sababu kwa vile tumeweka baking powder vitakuja kuvimba, na kileja kuwa kubwa au biskuti kuwa kubwa inakuwa haipendezi raha, viwe size ya kati. Kwa hiyo usichukue unga mkubwa, unachukua kijunga kidogo, kama unataka kumlisha mtoto kitonge kidogo, halafu hivyo unakisukuma, unakisukuma chini. Kama unatumia kibao kile, unaweka kwenye kibao, unasukuma unakata, huku pembeni na pembeni, halafu una unaweka dizaini. Hii ni nzuri kama unapika vileja dizaini nyingi. Kama vileja vyako vya aidi ni dizaini moja tu, basi utatumia Kifaa cha kukatia vile uaua ua. Lakini kama unapika dizaini nyingi sio vyote vile vya duara, pengine kama hivi unakata virefu virefu. Sasa tutakwenda kuvichoma. Tumevichoma kwa dakika ishirini kileja hakichomwi sana, usikichome mpaka kikabadilika rangi ha. Kileja kinaila ukikitoa kwenye oven, unakiona kama kipo kibichi, lakini kikipata upepo kina kinajishika sawa. Hapo samahani kidogo video ili ilifanya mambo yake na sasa hapa natumia hii chocolate, hii chocolate hii siyo chocolate yoyote tu, hii ni cooking chocolate. Hizi chocolate zipo, nendeni madukani maduka makubwa makubwa yale, usiende duka lako la, la kichochoroni linalouza tungule linalouza nyanya, ukaenda kuulizia cooking chocolate uende ya, maduka yale ya food stuff uulizie cooking chocolate. Halafu utaiayusha kwa microwave kama huna microwave, utaiayusha jiko lolote lile lakini usiweke maji, unaiyayusha tu. Baada ya hapo, utachukua kidonge chako kimoja kimoja unachovya hivyo. Kama huna ma, kama huna microwave uyayusha chocolate, unachukua sufuria lako, unaweka maji, halafu unachukua hichi kibakuli ki chenye chocolate unaweka juu yake pale, inaitwa double boiler, halafu ndo unayayusha. Na hapo sasa zipo tayari, utaacha zikauke chokleti biskuti zetu, utaache zikauke. Usizitie kwenye friji wala sehemu yote, ziache tu zikauke kwa upepo. Basi mimi nilichukua kama lisali moja zima mpaka zikakauka kama tunavyoona sasa hivi. Hapo zimekauka, na kama unataka ziwe kama hivi, hapo zinakuwa tayari. Ila mimi nitaka kuongeza mbwembwe kidogo. Hii ni chokleti nyeupe, tunaona hii pia imeandikwa white cooking chocolate eh? Nimetia na rangi ya kijani Nataka kufanya vistari vistari, ila kama hutaki, hata hivyo hivyo zipo vizuri tu na tamu sana. Hizi biskuti ni tamu sana ukitia vitu vyote kama nilivyotia mimi, utakuja kunipa saluti, utanambia, Fau, he, zile biskuti kiboko yani, subhanallah. Haya, kwa hiyo hapo utafanya tu mistari mistari vizuri vizuri, usifanye hivyo kama mie rafu rafu. Tuliza tuliza mkono kidogo kidogo vifanye vizuri vizuri vizuri vizuri, na baada ya hapo utaacha tena ikauke. Hii mistari hutii mpaka ile chokoleti ya mwanzo imekauka. Na baada ya kutia mistari chokoleti ya mwanzo kukauka, ndio sasa tunatia hii mistari, mistari. Na sio lazima utie rangi ya kijani. Unaweza tu ukafanya nyeupe, unaweza ukatia rangi yoyote unayoipenda mwenyewe. Na baada ya hapo utaacha zikauke tena. Na hapa hii haichukui muda kukauka. Inaweza kukauka ndani ya dakika 20, dakika 30 inategemea na hali ya hewa na hizo ndio biskuti zetu kwa ajili ya Eid, japo mie zimeshamaliza. Nimepika jana jana, hiyo hiyo zimemaliza, wala hazijabakia kwa ajili ya Eid <laughs> Lakini lengo ilikuwa mimi ni kurekodi na kushare nanye, ili na nyie mjaribu kabla ya Eid haijafika, ili muweze kutafuta ingredient muende mkanunue, na nimetumia ingredient rahisi ambazo unaweza kuzipata madukani yoyote. Kama nilivyosema, hizi cooking chocolate nenda maduka makubwa makubwa yale, nenda supermarket, kaulizie utapata. Asanteni sana, msisahau ku like ku comment na kushare. Bye.